Mi nazungumza kwa sababu sasa hivi hakuna kuogopana. Hawa watu ndio wanataka kuliharibu taifa, lazima tuchukue hatua na hawa wachunguzwe, viundwe vyombo vya kijaji, mamlaka inaruhusu zichunguze, vichunguze majaji wote waliokuwa wakihusika kunifikisha hapa taifa na kutumika kufanya maamuzi ambayo hayana tija kwa taifa, kesi mfululizo za kushambulia chama cha Chadema. Sijui kesi watu wa Zanzibar wanasema hawakupewa mgao. Anaedai ya kupewa mgao ndio aliyekuwa kiongozi miaka yote, mahakama inatoa injunction ya kuzuia kazi zisifanyike Busokero. Busokero inahusiana nini na Zanzibar? Alafu jaji bado yuko mahakamani anatoa hati kwa hati ya dharura kuzuia shughuli zote za chama cha Chadema. Shughuli ya Kabanga inahusiana nini na mgao wa Zanzibar? Shughuli ya Nachingwea ya Chadema inahusiana nini na mgao? Alafu kwani atuoni kwamba majaji kama hao wanatumika kuleta vurugu kwenye vyama vya siasa? Moja ya maamuzi yaliyosababisha hizi stress ni watu kukosa fora. Unazuia chama chenye watu zaidi ya asilimia arobaini na kwenye nchi wanachama, unafikiri pressure wataitolea wapi? Unaanza kutafuta vijana wa watu huko na window unabambikiza. Kumbe watu wenyewe wanaosababisha hizi stress wako wamekaa kwenye viti wanazungusha viti. Kwa hiyo lazima tuone tatizo lilipoanzia. Tatizo limeanza baada ya watu kufungwa midomo. Kwa unasema vijana wameandamana vibaya, wangeandamana vizuri nini? Wapi ulikuwahi kuwapa mazoezi ya kuandamana, wakati kila siku wakitaka kuandamana unawanyima, unasema taarifa za intelijensia anaweza kuandamana tu ni mwana CCM, kwa chochote kile anachotaka. Kila mwingine ni taarifa za intelijensia, taarifa za intelijensia. Unapomzuia mtu kujifunza namna ya kufanya jambo vizuri, usimlaumu siku akilifanya vibaya. Tumeua midahalo vioni, tumeua midahalo kwenye taasisi za elimu ya juu. Taasisi za elimu ya juu zimekuwa viota vya kubemenda na kufanya watoto wakitoka kule anakuwa watoto kabisa, wawezi kuagiwa, wawezi kuulizwa na wawezi kufanya nini. Alafu mtoto huyu akitafuta ya njia yake mwenyewe ya kutafuta na kujibu changamoto unamfuata na risasi, wakati ujinga wa watu wazima ndio uliosababisha taifa kufika hapa. Wale watoto hawakujiweka katika mfumo huu, tumewasababisha wafike hapo kwa sababu ya maamuzi yetu yasiyozingatia uhalali tukiongozwa na matamanio ya muda mfupi. Kwa hiyo yote haya ndio yanayotakiwa tuangalie kwenye uwajibikaji. Nani kila mmoja alivyo fanya. Kwa sababu hii sio surprise, kila mtu alijua uchaguzi una matatizo huu. Tunaambia watu waboreshe kanuni, badala ya kuimarisha kanuni wanaharibu zaidi kanuni. Alafu tumechaguzi ina hozi kila kitu ina hozi uchaguzi, ina hozi elimu ya uraia, ina hozi nini na aina wajumbe. Kiburi tu. Watu wanakaa kwenye ofisi zao, mahakama inasema mpina aingie kugombea, anatoka mtu anaenda kuweka pingamizi mtu asigombee. Kwani wewe unaumwa nini? Mtu akigombea, si wananchi ndio wanataka? Si atachagua wanayemtaka? Haya, leo hii sheria nakuonyesha namna ya kupatikana wabunge wa viti maalum. Haya, angalia kule walizopata chauma actsii na nane, wale wabunge wa viti maalum wametoka kule Ninaulize ukweli kwa sababu najua wengine tutawakoza, lakini kuulize umepata wapi wabunge chauma wa kuingia pale? Kura zipi ulizopata uweza kukupa ubunge wa viti maalum? Simanake watu uchaguzi ni kanyaboya tu, watu wanafanya pale kupoteza muda, ili kuua raia. Lazima tuwe wakali, tukatae hii Marundo ya watu wanafikishwa mahakamani saizi kushtakiwa, pesa za umma zinatumika kuendesha mashtaka ya uongo, sijui armed robbery, sijui conspiracy, sijui treason. Treason ni gani kwani? Tunaruhusu mambo yasiyokuwa na maadili, hayo yanafanyika hadharani kana kwamba nchi inaongozwa kiuni. DPP amepewa mamlaka kikatiba ya kuhakikisha kesi za uonevu za wananchi hazifiki mahakamani, lakini saa hizi kuna makesi ya uonevu yamejaa kila mahali na ofisi ya DPP ipo. Tuna haja gani ya kuwa na ofisi ambayo haiwezi kutekeleza huo wajibu wake? Haya ndio mambo ya uwajibikaji, lazima tuangalie utendaji wa kila hizi ofisi. Tuna ofisi ya msajili wa vyama vya siasa, hiyo ofisi ya mtungi, ile ofisi, wote waliomo mle ofisini na wanatakiwa kustaafishwa na kuzuiwa kutumikia umma. Ile imechangia kuwanyima jenzeli wa Tanzania chama kinachoendana na falsafa zao. Hivi vyama vyote ni vya mwaka tisini na mbili ukiondoa ACT, vyama vimezeeka. Vijana wamekuja wamezaliwa elfu mbili sasa hivi wanapiga kura, hakuna chama kinasajiliwa. Kama umewazuia haki yao freedom of association, kwa nini unaenda kuwapiga We, wape vyama, wambia ah, msipigane mitaani, azicheni chama, chagueni mtu mnayetaka awe rais kupitia chama cha siasa, chagueni chama, undeni chama, chagueni mbunge kupitia vyama vya siasa. Ofisi ya Mtungi imechangia awajenzeni kuandamana. Mtungi amefanya kazi ya kusajili vyama na kuwaonyesha kwamba don't fight argue Msiunde vikundi vya kigaidi unda vyama vya siasa, waweke utaratibu rafiki. Hawa vijana wasingekuwa na vyama vinavyoendana na falsafa zao, wasingekuwa na tumaini, hata kama achukui nchi, lakini anakuwa na tumaini kwa sababu anaona tume ya uchaguzi huru, anaona anasajiliwa, anaona ana alternative forum ya kuzungumza kwa katika uwajibikaji. Hii ofisi ya msajili wa vyama vya siasa inatakiwa ifutwe, na wote walio kwenye ile ofisi wasiruhusiwe kufanya shughuli yoyote katika utumishi wa umma ametufikisha hapa. Vijana hawana chombo cha kuzungumzia, hawana chombo cha kusemea kwa sababu hivi vyama vingine vinabeba propaganda zetu, mambo yetu ya kidumu, Chama cha Mapinduzi. Eh, hao labda akisema M4C, sijui huyu akisema sijui nani, akisema ni kila chama, huyu akisema uwabu, huyu akisema ni kila chama. Hivi vyama vyote vimezeeka, viendani na hao vijana, alafu sisi tunawalaumu kwa wao oh, why are you going to the street? Unataka uende wapi Tumewapa fomu za kusajili vyama vinavyoendana na umri wao na vijana wenzao ambao wanaweza wakabeba idea. Tumealau hizi diversity. Yani umeziba maji, afu unashangaa bomba kupasuka. Kwa hiyo tatizo kubwa lililopo, e, mimi naamini no kubwa ni tatizo la political management katika nchi yetu na watu kuamini katika risasi na bunduki kuliko katika kuzungumza. Ndio maana watu wanapojaribu kuzungumza leo, nasagaa ametoka askari polisi nani, hey, nitapiga. Siku hizi naona wanashambulia hata watu wanaozungumza WhatsApp. Unataka wasipozungumza WhatsApp watazungumza porini. Inawaambia wapolisi wajue, acha watu wajadili, na wakijadili inakusaidia wewe kujua watu wanavyofikiri Mi naona saa hizi polisi bwana, wanatoa majina ya WhatsApp, si namba za WhatsApp. Hawa watu walikuwa wanajadili, wanafanya nini? Walikuwa wanajadili. Wao wanachotakiwa ni kuuliza hicho waliochukua, kijadili, kwa nini wanajadili, tufanye nini kutafuta majawabu ya hichi kitu. Na yako unaanza kupiga watu wanaojadili, mara ukamate mtu upige marungu ya kichwa kichwa. Akipigwi rungu, mzee, huwezi ukapiga rungu mawazo. Mawazo yakishatokeza is like a spirit, huwezi ukashika mawazo. Yule ni mtazamo wa mtu, is an ideology. Na kila mtu ana haki ya ideology kuuza, kujadili ideology yake. Hakuna mtu anayetakiwa kutuumbia. Hakuna kitu ambacho hakiwezi kujadiliwa katika nchi hii. Maana kuna watu wanafikiri ukijadili muungano ni uhalifu. Hakuna kitu kinachoruhusiwa kujadili. Raisi anachaguliwa na watu, wana watu wana raisi ya ku, ku, ku, kumjadili na wana right ya kutaka aondoke hata kabla ya kipindi chake wasiporidhika naye. Kila kitu tulicho nacho ni cha kisheria, kila kitu kinajadilika. Biblia yenyewe inajadilika. Sebuzo, mtu umezaliwa kuzokera tu hapo kaandeto, umetoka tu hapo kaandeto, umefika hapa mbeo, umepata kacheo, unaanza kuvimba mashavu, usijadiliwe wewe. Nani usijadiliwe kwenye ofisi za umma? Kwa hiyo tunapozungumza ni kwamba tunalihitaji taifa hili kuliko watu, tunalihitaji taifa hili kuliko CCM. CCM inakotupeleka inataka kuangamiza taifa hili, ndio maana unaona wabunge wako pale wanashika Biblia na Qur'ani, huko akijifuta na leso zilizojaa damu sasa vijana Watanzania waliofariki kuanzia tarehe ishirini na nane ishirini na tisa thelathini thelathini na moja tarehe moja mpaka tarehe tatu wauinotasheem diofuase ani atuoni aibu